Vile vilevile Mheshimiwa Hakimu, kabla hujaenda vile vile hapo ha, ulikuwa yani, ulitunukiwa au ulipata nini? Yaani ulikuwa awarded na kitu gani baada ya kuhitimu tu? nilipata cheti Mheshimiwa Hakimu. Ehe, haya, niambie mahakama, ulikuwa unaendelea vile, vile mafunzo mengine Mheshimiwa Hakimu mnamo mwaka 2022 katika chuo cha Unique Academy. sure. Unique Academy. Yeah. Unique. Yeah. Kilichopo Upanga hapo, nilihudhuria mafunzo ya upanga ya upanga wapi? Upa Upanga Tanga? upanga wapi? Upanga Dar Computer hacking in forensic investigation. Ambaye alikuwa mafunzo ya muda gani kama unakumbuka? Mheshimiwa Kim, nakumbuka alikuwa ni mafunzo ya miezi miwili. Na yenyewe uli a awadi na kitu gani baada ya kuhitimu? Mheshimiwa Hakimu, nilipata cheti. aya kingine. E, labda kama unacho, labda iambie mahakama. Pia kwenye hii kazi ya doria mtandaoni, umekuwa tangu lini? Mheshimiwa Hakimu do, da kazi ya kufanya doria mtandaoni nilianza kufanya tangia mwaka 2020. Kwa hiyo mpaka hadi leo sasa. Ni eh, umesema mwaka 20 mpaka sasa. Hadi sasa. Mpaka leo una uzoefu wa muda gani katika hiyo kazi? Mpaka sasa Mheshimiwa Hakimu una uzoefu wa zaidi ya miaka minne. Sasa shahidi, mm hebu -hmm. Tuambie sasa nini umadhubuti wa hicho ulichokiita kompyuta maalum ya jeshi la polisi. Umadhubuti? shahidi akizungumzia umadhubuti, naelewa. kakangu ana transaction section 18 ya ETA, lakini sasa umadhubuti, so unamwambia shahidi aanze kusema computer ni umadhubuti, so that was leading, we object. <coughs> <coughs> Mheshimiwa samani, lakini naomba kuwa guided. Mheshimiwa uki, ukisema kifungu cha 147 kinachozungumzia examination, nakuwa nakuwa gede na mahakama, yaani najaribu kuangalia leading question, leading question. Sasa ukimuuliza mtu gari ina rangi gani, utakuwa umeambiwa ni leading question kivipi? Yaani yeye ndo aseme. Sasa sasa nitamuuliza swali gani ili atuzungumzie anielewe? Yaani hapo Mheshimiwa unakuta kuona kwamba sasa nitauliza ni yaani nitamuuliza nini yanielewe kwa maana ya gani? Mheshimiwa, ebu